Hauhitaji kutumia dawa ili kuweza kutibu changamoto uliyokuwa nayo. Nisikilize, uh, kuna wakati inafikia umeshatumia madawa ya kutosha, umeshaangaika vya kutosha, hauhitaji tena kuendelea kutumia madawa. Unachohitaji ni ku realize kukubaliana na changamoto ambayo uko nayo na kuifanyia utafiti kwamba ni kitu gani ambacho nikikifanya hali inakuwa ni mbaya na ni vitu gani ambavyo nikivifanya hali inakuwa ni nzuri. let's say mfano E, ikitokea umetumia pilau ama umetumia vyakula kama chapati, mandazi, mikate, hali yako ya acid reflux inakuwa ni mbaya, tumbo linajaa gesi, lakini wakati huo unapata changamoto ya choo kigumu, maanake ni lazima ujifunze kubadilika kulingana na e, experience ama uzoefu ambao unakutana. Kwa hiyo wakati mwingine hauhitaji kutumia dawa, unachohitaji ni kujua changamoto uliokuwa nayo na kuishi kulingana na namna ambavyo inahitaji. Hiyo ndio namna pekee ambayo itakusaidia kuweza kupona matatizo yako.